Siemu mapinduzi, mheshimiwa mwenyekiti mstaafu Dr. Jakaya Mlisho Kikwete, mheshimiwa mzee Ali Hassani Mwinyi na mzee Benjamin William Mkapa wenyeviti wastaafu wa CCM, makamo wenye viti wa CCM Dr. Ali Muhammed Sheni, kwa upande wa Zanzibar, na mzee Filipo Jafeti Mangura, upande wa Tanzania Bara, makamo wenye viti wastaafu mlioko hapa, waasisi na wazee wastaafu wa CCM, katibu mkuu ndugu Abdarahamu Kinana, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, na viongozi wa jumuiya mbalimbali za chama, waheshimiwa mabalozi mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali walioko hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa ambao wametoka katika mikoa mbalimbali mlio hapo hapa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, sifahamu nianzie wapi kuongea lakini Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema. Leo ni siku muhimu na ya kihistoria katika maisha yangu na kwa chama chetu kwa ujumla. Ni siku ambayo wana CCM kwa mara nyingine mmedhihirisha imani yenu kwangu kwa kunichagua kwa kura za kishindo kuwa mwenyekiti wa tano wa chama chetu cha Mapinduzi. Ninawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipatia na nawathibitishia kuwa nimeipokea heshima hii kwa moyo mkunjufu na unyenyekevu mkubwa. Natambua kuwa jukumu mlionipa sio rahisi, ni zito, ni jukumu kubwa, lakini nina imani nitaliweza. Na nitaliweza kwa sababu kwanza, siko peke yangu, nipo na ninyi wana CCM wenzangu. Kwa kushirikiana nanyi tutatekeleza jukumu hili kwa pamoja. Pili, ninaamini nitaweza kwa sababu uzuri wa chama chetu ni kuwa kime kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, sheria pamoja na kanuni na taratibu zake. Hivyo, kwa kutumia miongozo hiyo, nina imani kubwa kuwa kazi yangu haitakuwa ngumu. na unatambua, Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu, umenipa hiyo miongozo, na mimi nitakwenda kuisimamia kikamilifu. Jambo la muhimu itakuwa ni kufuata hiyo miongozo. Lakini tatu, ninaamini nitaweza kwa sababu mimi siyo mgeni katika chama. Nimekuwa mwanachama mwadilifu na mwaminifu wa Chama cha Mapinduzi kwa takribani sasa miaka arobaini, kipindi ambacho kimeniwezesha kukijua chama, najua kilikotoka, kinavyoendeshwa na wapi kinapaswa kuelekea. Hivyo basi naahidi kutumia uwezo na uzoefu wangu wote kutekeleza majukumu yangu ya chama. Kamwe sitawaangusha ndugu zangu. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, na ndugu viongozi, na wana CCM wenzangu, sisi binadamu tumeumbwa kuwa na watu wa kushukuru hasa tunapotendewa mambo mema na mazuri na wenzetu. Tukio hili la leo linatokea takribani mwaka mmoja tangu nilipochagua na kuniteua ili niweze kupeperusha bendera ya chama chetu katika kinyang'anyio cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Hata baada ya kunichagua hamkuniacha peke yangu, muliambatana na mimi bega kwa bega katika kipindi chote cha kampeni ili kuhakikisha chama chetu kinaibuka na ushindi. Sote tunafahamu uchaguzi mkuu wa mwaka jana ulikuwa na ushindani na changamoto nyingi. Hata hivyo, tulishirikiana na kushikamana, na hatimaye chama chetu kilipata ushindi mkubwa na mimi kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tano. Kwa hakika ushindi tulioupata ni matokeo ya juhudi za pamoja za wana CCM wote. Binafsi najiona kuwa ni mwenye deni kubwa sana kwenu wana CCM na Watanzania kwa ujumla. Sina cha kuwalipa, lakini itoshe tu kusema kuwa nawashukuru sana tena sana kwa ushirikiano mkubwa mlionipa, wana CCM wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Kupitia kwenu nawashukuru Watanzania wote wa vyama vyote, dini zote na makabila yote kwa kunichagua kuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafahamu wakati wa kutoa shukrani si vizuri sana kutaja majina au kumshukuru mtu mmoja mmoja. Hii ni kwa sababu unaweza kumsahau mtu muhimu akajisikia vibaya. Hata hivyo, naomba mniruhusu niwashukuru angalau wa wachache kwa kuwataja majina katika maisha yangu. Ndugu wana CCM na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, siwezi kumsahau na kamwe siwezi kusahau mchango mkubwa wa mzee Ali Hassan Mwinyi. Mzee Mwinyi akiwa mwenyekiti wa CCM ndiye aliyesimamia kikao cha chama kilichoniteua mimi kwa mara ya kwanza kugombea ubunge katika jimbo la Biharamulo Mashariki mwaka 1995. Kama mzee Mwinyi angekata jina langu siku ile, huenda leo mimi nisingekuwa hapa. Kwa hiyo nakushukuru sana mzee wangu Mwinyi, maana huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yangu ya uongozi. Pili, namshukuru sana mzee Mkapa ambaye aliniteua kuwa naibu waziri wa ujenzi mwaka huo huo wa 1995 mara tu baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge mwaka elfu mbili, akiwa mwenyekiti wa CCM aliniteua kugombea ubunge na nilipochaguliwa alinifanya kuwa waziri kamili wa ujenzi hadi mwaka elfu mbili na tano. Nashukuru kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kugombea ubunge na kuniteua kwa nafasi ya uwaziri tena bado nikiwa na umri mdogo. Mzee Mkapa, asante sana. Ninamshukuru sana Mzee Dokta Jakaya Mlisho Kikwete. Huyo mzee ni muhimu sana, pamoja na kwamba yeye anaonekana kijana kijana na mi naonekana mzee kuliko yeye, lakini huyu ni mzee <laughs> mzee huyu aliendelea kunilea katika uongozi kwa kuniteua kuwa waziri wa wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, wizara ya mifugo na maendeleo ya uvuvi, pamoja na wizara ya ujenzi. Kwa mzee Kikwete, mbali ya kupitisha jina langu kugombea ubunge wakati akiwa mwenyekiti wa CCM mwaka elfu mbili na kumi, aliamua kujitwisha mzigo wa kusimamia mchakato wote wa kumpata mgombea wa urais mwaka elfu mbili na kumi na tano na kwa kweli ni kiri kwenu ulikuwa ni mzigo mkubwa mzee huyu akaniamini hadi kuteuliwa na mikutano husika yote ya CCM. na nakushukuru sana mzee Kikwete Umesema mengi kwa ajili yangu, umetukanwa mengi kwa ajili yangu, umezushiwa mengi kwa ajili yangu. Kwa upendo na kumtegemea Mungu, uliendelea kukaa kimya. Mimi nakushukuru mzee wangu Kikwete kwa sababu umetukana kwa sababu yangu. Sina cha kukulipa, nitakachofanya ni kuhakikisha haya majukumu niliyopewa, ni kufanya kazi kwa kumtanguliza Mungu, ili watanzania wote na hasa wana CCM niwafanyie kazi kwa nguvu zangu zote. Napenda niseme kwa dhati, sitakuangusha. ninakumbuka wakati ukiniomba nije niwe mwenyekiti nilikataa. Ilinibidi niwe mjasiri kwa kumkatalia bosi wangu, na kama utakumbuka ulijaribu kunieleza zaidi ya mara nne. Siku nyingine ulikuwa unanipigia simu na mimi nikawa najitahidi kupotezea kwa kuanzisha pointi nyingine nyingine, lakini yaliyokupata kwamba umekatalia wenyekiti, mimi kwa niaba yangu inayotoka moyoni naomba unisamehe sana, kwa sababu nilikuleteleza kutukanwa, kwa sababu mimi nilikataa. Na hao wote waliokuwa wanakutukana na wale waliokuwa wanafikiria mabaya juu yako wakashindwe na wakalegee kweli kweli. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, wewe ni mtu wa pekee. Sitaki nieleze utofauti wako na watu wengi, kwa sababu mengi yameshaelezwa. Sisi kama wana CCM tutaendelea kukuenzi na kukuombea na mimi kwa kweli ninajiona nina changamoto kubwa sana, kwa sababu moyo wako huo wa uvumilivu, sina uhakika kama mimi naweza nikavumilia hivi. na mimi nasema kwa dhati kabisa, Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, siku ile ulipoingia kwenye mkutano ukakuta watu wanaimba wanaimani na mtu fulani, siku hiyo hiyo hata robo au nusu wangepotea kwa sababu ninajaribu kuuliza moyo wangu, na kwa kumtanguliza Mungu, kwamba kingetokea hicho kilichotokea kwako, sifahamu. Lakini baba, wewe ulivumilia, ukawahusisha wazee hawa mambo yakaenda vizuri. Umetoa fundisho kubwa sana kwa sisi ambao tunashika nafasi hii kwamba saa nyingine uvumilivu ni kitu muhimu sana katika uongozi. Kwa hiyo niwaombe wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa muniombee kwa Mwenyezi Mungu na mimi nikapate angalau nusu ya uvumilivu wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ili kusudi mambo yetu yaende salama, lakini mbali ya mzee Kikwete. Napenda pia kuwashukuru makamu mwenyekiti bara mzee Mangura, na makamu mwenyekiti Zanzibar Dr. Sheni, katibu mkuu mzee Kinana, manaibu katibu wakuu upande wa bara na Zanzibar, na wazee waasisi wa CCM wa upande wa Tanzania bara na Zanzibar, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu wajumbe wa mkutano mkuu ambao mlipitisha jina langu na wana CCM wote, kwa kuonyesha imani kubwa kwangu. Na ahidi nitaendelea kuwaenzi na kutafuta ushauri wenu katika uongozi wangu. Wazee pamoja na viongozi wengi wa CCM wameishi na kuona mengi katika uongozi. Sisi viongozi wa leo hatuna bodi kuiga na kudumisha mambo mema kutoka kwenu. Asanteni sana wana CCM wenzangu, Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, waheshimiwa viongozi. Chama chetu ni kikongwe sio tu hapa nchini bali pia barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mwakani ikitafikisha miaka arobaini tangu kilipozaliwa kufuatia kuunganishwa kwa vyama mama vilivyopigania uhuru wa nchi yetu vya TANU na Afro Shirazi Party. Mtakubaliana nami kuwa katika kipindi cha takribani miaka 40 ya uhai wake chama chetu kimepata mafanikio mengi. Kwa haraka haraka, nitaje baadhi ya mafanikio ya chama chetu, mengine yametajwa na mheshimiwa mwenyekiti Mafanikio haya kwa ufupi sana, tumeendelea kuongoza dola ambalo ni lengo kuu la chama chochote cha siasa. Watanzania wameendelea kutumaini kwa kutupa dhamana kubwa ya kuongoza nchi yetu tangu mwaka 1977 wakati nchi yetu ikiwa ikiendeshwa kwa mfumo wa chama kimoja hadi sasa katika mfumo wa vyama vingi ulioanza mwaka 1992. Pili, chama chetu kimeendelea kuwa chama kinachoaminiwa katika Afrika na duniani kote kama chama kinachotetea na kinachoendelea kutetea uhuru, umoja, mshikamano kwa vyama vingine vya ukombozi katika Afrika na duniani kote. Lakini chama chetu kimeendelea kulinda na kudumisha muungano wa nchi yetu. Muungano wetu upo, tena ni imara na umebaki kuwa imara na mfano wa kuigwa duniani. Na mimi napenda kuwathibitishia, nitaendelea kuulinda muungano huu kwa nguvu zangu zote. Lakini pia tumelinda na kudumisha amani na utulivu pamoja na umoja na mshikamano wa nchi yetu. Tanzania imeendelea kuwa kisiwa cha amani na watu wake ni wamoja licha ya tofauti za kisiasa, dini, kabila au maeneo wanapotoka. Tumeendelea kuwaongoza Watanzania katika harakati za kuleta maendeleo katika nyanja za kichumi, kisiasa na kijamii kufuatana na mabadiliko mbalimbali yanayojitokeza ndani na nje ya nchi. Hali ya maisha ya wa Watanzania hivi sasa ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa kwenye mwaka 1977. Hali kadhalika tumelea na kukuza demokrasia nchini, hivyo CCM kimeendelea kuwa babu na bibi, babu na mama, lakini pia kaka na dada wa, na dada wa vyama vyote nchini. Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa ya wana CCM na watanzania kwa ujumla. Wahenga husema wasione vimeelea vimeundwa. Hivyo basi kila mwana CCM ana bodi kutembea kifua mbele na kujivunia mafanikio tuliyoyapata. Ninawapongeza sana wana CCM wote. Lakini ndugu zangu, wana CCM Hatupaswi kubweteka kwa vile bado tuna kazi kubwa ya kuhakikisha watanzania wanapata maendeleo zaidi. Moja ya azimio la mkutano mkuu wa taifa Wapamoja wa pamoja wa tano na Afro Shirazi Party uliofanyika mjini Dar es Salaam tarehe ishirini na